Leo tunazungumzia saikolojia. Neno hili linaweza kusikika kama la kisomi sana au pengine ukilisikia unawaza watu waliovaa makoti meupe hospitalini wakiwahudumia watu waliochanganyikiwa. Lakini ukweli ni kwamba saikolojia ni kitu cha kawaida sana, ni kitu ambacho unaishi nacho kila sekunde unayovuta pumzi. Hebu tujiulize kwa lugha nyepesi kabisa. Saikolojia ni nini hasa? Sahau maelezo magumu ya vitabuni. Fikiria hivi. Wewe una simu ya mkononi, si ndio? Hiyo simu ina kioo, ina betri, ina kamera na ina bodi ya ndani. Hivi vitu unavishika na kuviona. Hii ni kama mwili wa binadamu, ni nyama, mifupa na damu. Lakini je, simu hiyo inaweza kufanya kazi bila program au software ndani yake? Haiwezi. Lazima kuwe na kitu kisichoonekana kinachoongoza hiyo simu, kinachoiambia kamera ipige picha au kinachoruhusu message iingie. Hicho kitu kisichoonekana, hiyo software ya binadamu, ndiyo tunayoita saikolojia au nafsi. Kwa hiyo saikolojia ni elimu ya kuchunguza hiyo software ya binadamu. Ni jaribio la kutaka kujua hivi, kwa nini huyu mtu akafanya hivi? Kwa nini yule alikasirika pale? Kwa nini mimi nikiwa na pesa najisikia furaha lakini nikifilisika napata maumivu ya tumbo? Ni elimu inayochimba ndani ya shimo la giza lililopo kichwani mwako ili kuelewa wewe ni nani hasa. Ni elimu ya tabia, hisia na mawazo. Ni manual au mwongozo wa kumtumia binadamu. Sasa hebu turudi nyuma miaka elfu tatu iliyopita. Watu wa zamani hawakuwa na kompyuta wala simu. Lakini walikuwa na maswali magumu kama sisi. Walijiuliza, hivi, kwa nini sisi binadamu ni tofauti na mbuzi au kuku? Waligundua kitu kimoja cha kutisha sana, ufahamu wa kifo. Sisi binadamu ni wanyama wa ajabu sana. Tofauti na ng'ombe anayekula majani bila kujua kesho atachinjwa, sisi tunaishi huku tukijua wazi kabisa kwamba siku moja tutakufa. Hii inatutisha. Hii hofu ndiyo mzizi wa kwanza kabisa wa saikolojia. Kwa sababu tunaogopa kupotea, tumeanza kutafuta maana ya maisha. Tumeanza kujiuliza, kama nakufa, kuna maana gani ya mimi kuhangaika kulima au kupenda? Haya maswali ndiyo yalileta dini, yalileta imani za mizimu na yalileta falsafa za kutufariji kwamba kuna maisha baada ya kifo. Kwa hiyo saikolojia ilianza kama njia ya binadamu kujifariji na kuelewa hatima yake, lakini haikuishia hapo. Watu wa zamani hasa Wagiriki walianza kuwashangaa binadamu wenzao. Unajua, ukienda dukani kununua soda ya aina fulani, unategemea soda zote za aina hiyo ziwe na ladha sawa. Lakini binadamu, hapana. Binadamu tunatofautiana mno. Kwa nini? Katika familia moja baba mmoja na mama mmoja unakuta mtoto mmoja ni mpole sana, mwingine ni mkorofi kama pilipili, mwingine mcheshi sana na mwingine ni mtu wa huzuni muda wote. Hii iliwachanganya sana wazee wa zamani. Hapa ndipo tunaingia kwa bwana mmoja anaitwa Hippocrates. Huyu jamaa alikuwa mganga maarufu sana Ugiriki ya kale. Yeye alikuja na wazo ambalo linaweza kukufurahisha. Aliamini kwamba tabia ya mtu haitokani na mizimu bali inatokana na mwili wenyewe. Alisema mwili wa binadamu una maji maji ya aina nne, na tabia yako inategemea ni maji maji gani yamejaa zaidi mwilini wako. Hii ndiyo ilikuwa saikolojia ya kwanza kabisa duniani, inaitwa Humorism. Hebu tuone kama unajiona kwenye makundi haya ambayo Hippocrates na baadaye daktari mwingine anaitwa Galen walielezea. Kundi la kwanza waliliita sanguine, wenye damu. Hawa waliaminika wanadamu nyingi. Hawa ni watu wachangamfu sana. Unajua wale watu wakifika kijiwani kila mtu anacheka, watu ambao hawana stress, wanapenda starehe, wanapenda kuongea na wanapenda sifa. Hawa ndiyo sanguine. Galen aliamini hawa damu yao inachemka kwa furaha. Kundi la pili ni Phlegmatic wenye belgamu. Hawa ni watu wa maji, ni wapole watulivu, hawapendi ugomvi kabisa. Akigombana na mtu, yeye anakaa kimya. Ni watu wazuri sana kuwa nao kama marafiki kwa sababu ni wasikilizaji wazuri. Lakini shida yao, wakati mwingine ni wavivu na gumu kufanya maamuzi. Wanapenda mambo yaende taratibu. Kundi la tatu ni Choleric, wenye nyongo ya njano. Hawa ni moto wa kuotea mbali, ni watu wakali, wana hasira za karibu, lakini ni viongozi wazuri sana. Hawa ndio wale ambao wanataka mambo yanyooke, hawapendi uzembe. Ukimkosea kidogo tu, analipuka. Hawa wana nguvu ya kufanya kazi na kusimamia mambo, lakini kwenye mahusiano wanaweza kuwa wagumu kidogo kwa sababu ya ukali wao. Kundi la nne ni melancholic, wenye nyongo nyeusi. Hawa ni watu wa huzuni au watu wa kufikiri sana. Mara nyingi hawa ndio wanakuwa wasanii, washairi au waandishi. Ni watu ambao wanapenda kukaa peke yao, wanajali sana mambo kwa undani, perfectionist, na wanaweza kuumia moyo kirahisi sana. Hawa ni watu wa kina. Sasa, kitu cha kufurahisha ni nini? Hawa Wagiriki waliamini chakula na mazoezi vinaweza kubadilisha tabia yako. Waliamini mwili na akili vimeungana. Hebu fikiria kuhusu maisha yako leo. Ukila ugali mkubwa na maharage mchana, unajisikiaje? Unajisikia mzito, mvivu na pengine unataka kulala tu. Hapo akili yako imebadilika kwa sababu ya chakula. Lakini ukipiga zoezi kali la kukimbia ijoni, hata kama ulikuwa na hasira unajisikia mwepesi na mwenye furaha. Hii ina maana gani? Ina maana hawa wazee wa zamani walikuwa sahihi. Afya ya mwili wako inaathiri moja kwa moja afya ya akili yako. Huwezi kuwa na akili yenye furaha kama mwili wako ni mgonjwa au umejaza vitu visivyofaa. Baada ya hawa Wagiriki kulikuwa pia na hekima kubwa kutoka India. Huko walikuwa na maandiko yanayoitwa Upanishads. Hawa Wahindi walichimba ndani zaidi kuhusu nafsi. Walisema binadamu ana sehemu mbili. Kuna jiva ambayo ni nafsi ya nje. Hii ndiyo nafsi inayotaka pesa, inayotaka kula vizuri, inayotaka kuvaa nguo nzuri na kuonekana na watu. Hii nafsi inahangaika sana na dunia. Ikiwa huna pesa, hii nafsi inaumia. Ikiwa watu wanakusema vibaya, hii nafsi inateseka. Lakini ndani kabisa, walisema kuna nafsi nyingine inaitwa Atman. Hii ni nafsi ya kweli, tulivu na isiyokufa. Matatizo ya kisaikolojia au stress yanakuja pale tunaposahau ile nafsi ya ndani na kung'ang'ania hii nafsi ya nje. Wahindi walitufundisha kwamba njia pekee ya kuponya akili ni kupitia meditation, yaani kutafakari, yani kutenga muda wa kukaa kimya kuacha kuhangaika na kelele za dunia na kurudi ndani yako. Hii ndiyo tiba ya asili ya msongo wa mawazo. Sasa ndugu yangu Mtanzania, unaweza kujiuliza hii elimu ya saikolojia na historia hizi zinanisaidia nini mimi kwenye maisha yangu ya leo? Sikiliza kwa makini. Faida za kujifunza saikolojia ni kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Hii si elimu ya darasani tu, ni elimu ya maisha hapa nimekuandalia faida muhimu ambazo utazipata ukifuatilia elimu hii. Moja, jitambua self awareness. hii ndio faida kubwa kuliko zote. Watu wengi wanaishi maisha ya kuigiza, wanajaribu kuwa kama fulani, wanajaribu kufanya vitu ili wafurahishe watu, na mwisho wa siku wanakuwa na huzuni ndani kwa ndani. Saikolojia inakupa kioo, unajiangalia na kusema aha. Kumbe, mimi nina tabia ya phlegmatic. Sipendi kelele, napenda utulivu. Ukishajijua utaacha kujilazimisha kwenda kwenye makelele na utaishi maisha yanayokupa amani. Utajielewa kwa nini unawaza unavyowaza. Mbili, kuelewana na watu. Tunaishi na watu wenye tabia tofauti kazini, kwenye daladala au nyumbani. Ukielewa saikolojia, utaacha kugombana na watu hovyo. Ukiona bosi wako ana foka foka, badala ya kuumia na kusema anakuchukia, utaelewa kwamba huyu ana haiba ya choleric. Ndivyo alivyo, anataka kazi iende, hana ubaya wa moyoni. Hii inakusaidia kusichukulie mambo personal. Unajifunza kuishi na kila mtu kwa akili yake. Tatu, kuboresha malezi ya watoto. Wazazi wengi tunalea kwa kubahatisha au kwa kukariri tulivyolelewa lakini saikolojia inatufundisha kwamba mtoto si mtu mzima mdogo, ubongo wake unafanya kazi tofauti. Ukielewa saikolojia ya mtoto, utajua kwamba mtoto anapolia pipi dukani na kujiangusha chini, sio kwamba ana tabia mbaya, bali ubongo wake bado haujajua kudhibiti hisia. Badala ya kumchapa kama mwizi, utajua njia sahihi ya kumwelewesha na kumjenga kiakili. Nne, afya ya akili na mwili kama tulivyoona kwa Wagiriti, mwili na akili ni kitu kimoja. Saikolojia inatufundisha kwamba magonjwa mengi tunayopata kama vidonda vya tumbo, presha ya kupanda na maumivu ya kichwa yasiyoisha, mara nyingi chanzo chake ni mawazo, stress. Ukijifunza saikolojia, utajua namna ya kutuliza akili yako, na ukiponya akili, mwili nao unapona. Utajua umuhimu wa kupumzika kama tiba. Tano, Kufanya maamuzi sahihi. Akili zetu zina tabia ya kutudanganya mara nyingi, tunafanya maamuzi kwa kufuata mkumbo au hisia za muda mfupi. Kila mtu ananunua kiwanja kule, na mimi nanunua bila kufanya utafiti. Saikolojia inakufundisha mitego ya akili. Utajifunza jinsi ya kutulia, kuchambua mambo na kufanya maamuzi kwa mantiki badala ya mihemko hii itakuokoa na hasara nyingi kimaisha na kiuchumi. Sita. Mahusiano na mapenzi. Hapa ndipo penye shida kubwa kwa wengi. Ndoa na mahusiano yanavunjika kwa sababu hatuelewi saikolojia ya jinsia. Mwanaume anawaza kutatua matatizo, mwanamke anawaza kusikilizwa na kujaliwa. Ukijifunza saikolojia, utajua mwenzako anahitaji nini hasa. Utaelewa lugha zake za upendo utaacha kugombana na kivuli na kuanza kujenga nyumba yenye furaha. Kwa hiyo ndugu yangu, saikolojia si elimu ya vichaa, saikolojia ni elimu ya ushindi. Ni silaha unayohitaji ili kupambana na changamoto za dunia hii. Unapojua jinsi akili yako inavyofanya kazi, unakuwa dereva wa maisha yako badala ya kuwa abiria anayepelekwa pelekwa na hisia. Katika video hii tumeona mwanzo wa kila kitu. Tumeona jinsi hofu ya kifo ilivyotufanya tutafute maana na jinsi wazee wetu wa kale walivyogundua uhusiano wa mwili na tabia. Hii ni msingi tu. Kadiri tunavyoendelea mbele, tutaingia ndani zaidi kuangalia jinsi unavyoweza kubadilisha tabia zako, jinsi ya kuponya majeraha ya zamani na jinsi ya kuwa toleo bora la wewe mwenyewe. Kumbuka, safari ya maili elfu moja huanza na hatua moja, na leo umepiga hatua hiyo kubwa ya kuanza kuielewa akili yako. Endelea kuwa nami, kwani yajayo yanafurahisha na kuelimisha zaidi. Karibu kwenye ulimwengu wa saikolojia.